Kenya ni mahali pekee ambako kuna uhuru wa kisiasa hapa. Mtu akisimama na kumkosoa rais haletewi watu wakuja kumkamata na kumpoteza kama ilivyo kwenye nchi zingine majirani zetu. Kilio cha vijana wa Gen Z ni cha kutaka utekelezaji wa kweli wa katiba, si maneno mazuri pekee. Wanasema kiwa mamlaka ni ya wananchi, basi sauti ya wananchi lazima isikike. Swali ambalo limebakia ni je, ikiwa maandamano haya yataleta mapinduzi au kupinduliwa kwa serikali ni nini kinaweza kutokea? Kwanza, historia inaonyesha kuwa mapinduzi yasiyopangwa yanaweza kuleta machafuko. Jeshi likiingilia, wananchi wanaweza kukosa utulivu wa muda mrefu. Uwekezaji wa kigeni unaweza kudorora na uchumi kuanguka. Pili, taasisi kama mahakama, bunge na vyombo vya usalama vinaweza kupoteza mwelekeo, ikiwa hakuna mwangalio wa katiba na mabadiliko. Lakini upande chanya ni kwamba kama mabadiliko haya yatatokea kwa njia ya amani na misingi ya sheria, yanaweza fungua ukurasa mpya wa demokrasia ya uwajibikaji. Vijana wanaweza kushika nafasi muhimu katika ujenzi wa Tanzania mpya inayosikiliza, siyo inayotawala kwa hofu. Hata hivyo, ujumbe mmoja unaounganisha vijana wa Kenya na Tanzania ni huu: kizazi kipya cha Afrika kimeamka. Tanzania ipo katika kipindi cha maamuzi makubwa. Serikali ya Rais Samia Suluhu inaweza kuchagua njia mbili: moja kuimarisha udhibiti kwa nguvu na kujaribu kunyamazisha upinzani, jambo ambalo linaweza kuharibu urithi wake wa kisiasa; au pili, kusikiliza sauti za vijana au kufungua milango ya, ya majadiliano ya kitaifa kuhusu mstakabali wa demokrasia. Hakuna maandamano mengine yatakuwepo hapa, hakuna tishio la kiusalama litakalo kuwepo Anayesema ni amiri jeshi mkuu wa nchi hii. Kwa sasa dunia inatazama Tanzania kwa jicho la karibu. Watu wanajiuliza, je, taifa lililojulikana kwa amani litabaki imara au litaingia kwenye mlolongo wa machafuko kama baadhi ya majirani zake? Majibu yako mikononi mwa wananchi na sauti za vijana Gen Z ndizo zinazotangaza mwanzo wa Tanzania mpya. Kumbuka hii ni Equaliza ke Media jina langu ni Kelvin Monguru.